Tuelekee kaunti nambari 17 ambapo bunge la kaunti ya Makueni limesema linaandika barua kwa bunge la seneti kuchunguza madai ya unyanyasaji wa mazingira mabaya ya kufanyia kazi kwenye mradi wa ujenzi wa nyumba nafuu za serikali katika eneo la Wote. Kauli ya wawakilishi bunge hilo ikijiri huku malalamishi yakiibuka kuhusu wanaoajiriwa kwenye mradi huo Wakiongozwa na spika wa, wa bunge la Makueni, wawakilishi wadi wa, wa bunge hilo walizuru eneo la ujenzi wa nyumba hizo wakisisitiza kuwa ni sharti wakaazi wa, wa Makueni wapewe kipaumbele katika nafasi za ajira na kushutumu dhuluma walizoibua wanaohudumu kwenye mradi huo. Sheria za Kenya zinasema kwamba 30% ni wale wanatoka nje na wale wanafaa kutoka nje ni wale wenye ujuzi ambao hauwezi kupatikana kwa kaunti ya Makueni. Hii ni housing project ya kaunti ya Makueni, si ya Busia, si ya Amerika, si ya kwingine, ni hapa, ni ya watu wa Makueni. Kwa hivyo 70% wale wanafanya kazi hapa na casual laborers watoke hapa Makueni. Yes. Bila hiyo hatutasikizana. Yes. Mimi nataka kusema hivi kama mwanamke. Hii kitu ya mtu kuambiwa lazima afanye mapenzi ndio apatiwe kazi atutaikubali Makueni County. Ninakumbuka vizuri sana wakati yule president alikuja huku. Alisema maneno ya housing ya, ya affordable housing project. Ikianza huku Makueni watoto wetu watapatiwa kazi. Na alisema hii ni ajira. Sasa mimi nauliza jambo moja. Hii ni ajira ina gani? Kama ni lazima mtu afanye mapenzi na mtu ndio apatiwe kazi. Mimi nataka kusema hivi na nataka kuambia wale watu ambao wanafanya kazi hapa kwa hii site. Wakipokea ripoti kama hiyo, ama mtu akiwaongelesha, wa aseme ni lazima wafanye mapenzi ndio apatiwe kazi. Ninataka kusema hapa kwa sababu hapa tuko na wamama. Ninataka niseme hivi. Sisi kama wamama sasa wanasema wataliandikia bunge la seneti kuhusiana na masuala haya ili kuingilia na kuhakisha mradi huo unawafaa wakazi wa Makueni kwa mujibu wa ahadi za rais. Tumeongea nao, mwanakandakazi anasema kwa county commissioner badala ya kuja hapa kuna shida ameenda kule. Vile tutafanya kama bunge, tutasurutisha seneti waweze kumwita cabinet secretary waziri wa housing ambaye ni madam yule wa housing aweze ukuitwa ku katika seneti ndio aweze kujibu maswali na haya madai yote ambayo yameweza kuleta na vijana wetu wamelalamika. Mradi huu wa nyumba ni mojawapo ya miradi atakayokagua rais William Ruto atakapozuru Makueni. Makueni karibuni, Michael Mtinda, runinga ya Citizen Makueni. Naam, kutoka kaunti nambari 17, tutaje hapa kaunti namba 47, Nairobi mie, Nairobi mie studioni, inapata fursa kidogo, wameletea maji ya moto hapa ya kuchoma choma koo angalau kwa iweze kunyooka nitarejea hivi punde.